Je, yeah, haujaanza ufugaji wa nguruwe kwa sababu haujajenga banda la ndoto yako? Wafugaji wengi wanafeli, sio kwa sababu kwamba hawana elimu, bali ni kwa sababu wanangoja pesa ziwe nyingi ili waanze. Wanasema, ngoja nijenge banda la kisasa kama lile ambalo nimeliona kwenye YouTube. Lakini ukweli ni huu: mahitaji ya msingi kwa banda bora la nguruwe si magumu. Nguruwe hawahitaji banda la kifahari bali wanahitaji banda lenye usafi, hewa ya kutosha na sehemu ambayo ni kavu. Sasa kama banda linaweza kulinda nguruwe wako dhidi ya upepo, mvua, jua kali, basi hilo banda linafaa kabisa. Hata likiwa na mbao za kawaida, bati zilizotumika au tofali ambazo hazijapakwa rangi, zinaweza zikafanya kazi vizuri mno. Sasa mafanikio ya ufugaji hayapimwi kwa uzuri wa banda, bali kwa ufanisi wake. Yaani hapo unahitaji chakula bora, usimamizi bora, mbegu bora, rekodi ambazo ni sahihi, na sio kwenye mapambo ya banda. Kwa hiyo usiogope kuanza kidogo kidogo. Wengine wanaanza na mabanda ya milioni tano, lakini wewe unaweza ukaanza na banda la laki tano na ukafanya vizuri zaidi ya wao. Nakukumbusha tu, banda halileti faida, ila usimamizi wako ndio utakaokuletea faida. Kwa hiyo anza na ulicho nacho, theni utakuwa unabadilika taratibu. Kwa hiyo hapo ndipo utayaona mafanikio ya kweli ya nguruwe wako. Sisi tunaitwa Laoda Hog Farm, tunapatikana Kibako Ngoe kwa namba 0712979511.